Wachungaji kutoka Kenya tumelipokea hili la kufungiwa kwa kanisa la Ufufuo na Uzima la Askofu Josephat Gwajima kwa mshangao mkubwa sana. Kwa kweli hatukuweza kufikiria kama uh, taifa lingefanya kitu kama hicho, kwa sababu matamko ambayo ametamka Josephat Gwajima, sisi bado tulikuwa tunafuatilia vizuri na tumeona ya kwamba alikuwa anatekeleza majukumu yake ya kutetea masilahi ama maisha ya binadamu kama mchungaji mwingine yeyote. Kwa hivyo hili jambo halikupokelewa tu Kenya, Tanzania, bali katika ulimwengu wote, maanake ukigusa kanisa mahali popote, umegusa makanisa yote ulimwenguni. Tunataka kuonya ya kwamba amba itawezekana na ninajua itawezekana hiyo marufuku iondolewe mbali na kanisa la Bwana liendelee kufanya kazi na kuabudu Mungu wakiwa na uhuru. Kuna uhuru wa kuabudu. Kwa, kwa, kwa hivyo hayo mambo yanayotendeka kule Tanzania yanapelekea Tanzania kuharibiwa sifa zao. Sifa ya Tanzania imekuwa nzuri. Tanzania imekuwa na watu wazuri, watu wenye e, uzalendo, watu ambao wanaweza kufanya mambo mazuri, lakini sasa unaanza kuharibia Tanzania sifa yake. Kwa hiyo tunaponya kuanzia leo, huo usajili urudishwe na kanisa liendelee vizuri kama vile ilivyokuwa, na kama sivyo basi tutajua ya kwamba kanisa litachukua nafasi yake ya, ya kuomba na Mungu atatenda. Ninajua Mungu atasikia. Asante.